Itarehe 20... kumi na moja mw mwezi wa pili mw wak... mw mwaka 2026 na sita. Mahakama Kuu ya Tanzania inayokaa Masjala Ndogo ya Dar es Salaam inayosikiliza kesi ya jinai ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mwailisu imekuja ambapo majaji wametoa uamuzi wao kuhusiana na pingamizi ambazo zilikuwa zimewekwa na mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Lissu kuhusiana na namna ambavyo wale mashahidi ambao hawajalindwa na amri ya mahakama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 dhidi ya Isa Muhamed. Alikuwa amefungua ile kesi yake na wale wenzake zake wawili ambao walifungua kesi dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tulikuwa tumeweka pingamizi zetu kuhusiana na, na, na ile kesi kwa mahakamani. Bahati mbaya jaji